Yes! Yes! Mimi nilivyopata tena taarifa asubuhi akaniambia kwamba kuna upepo mkali na vivuko vya Azam haviwezi kusafirisha abiria. Ilinibidi niwahi kufika hapa kuona hali halisi, na nyinyi wenyewe mashahidi, mmefika hapa, mmeona hali halisi. Lakini baada ya kukaa na viongozi, tukajadiliana, nikaomba Azam waanze kufanya kidogo kidogo abiria, kwa sababu eh, watu ni wengi, wana uhitaji mkubwa wa kwenda kufika katika sehemu zao za kazi. Lakini mbali ya hapo, nikatoa uh, maamuzi haraka ya kuchukua mabasi na kuyalipia ili yachukue abiria hapa na kupeleka uh, stesheni ili watu waweze kufika katika maeneo ya kazi. Yaani kama mnavyoona mabasi yamekuwa akiingia anachukua abiria, kwa wale abiria ambao wanahitaji kupanda mabasi wanapanda mabasi, lakini wale ambao walikuwa wanabaki hapa kwa ajili ya kupanda vivuko vya Azam, nao wanakuwa wamepata hiyo huduma. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana ndugu zangu waandishi wa, wa, wa habari, lakini nitoe rai tu kwa wananchi kwamba waendelee kuwa wapole, changamoto hii ina, inatokea. Lakini hii hali ya machafuko ya bahari tunaelewa kwamba mamlaka ya hali ya hewa walishatangaza kwamba kutakuwa na shida kidogo ya, ya, na wim, mawimbi kwenye eh, katika bahari yetu ya Hindi, ambao tumewashuhudia ni kweli, ameleta athari ya usimamizi kusimama usi, kwa vivuko vyetu. Lakini niseme ni, ni, tu kwamba wananchi waendelee kuwa wavumilivu wakati tunaendelea jitihada za serikali kuhakikisha tunarudisha ile MV eh, Kigamboni na MV Magogoni warudi katika virudi katika kazi ya kusafirisha abiria katika e, sehemu yetu ya Kigamboni kuelekea kule Posta Ferry. Kwa uh, hiyo ni seme ninawashukuru sana ndugu zangu wananchi, lakini seme tu e, mnajua kabisa jitihada zilishafanyika, alishakuja hapa Waziri wa Ujenzi akazungumza na wananchi akapata maoni ya wananchi na pamoja na hayo alishakuja waziri, waziri mkuu alifanya kikao hapa na wananchi, walimuuliza maswali mbalimbali mbali, na nimshukuru sana Dr Raisi Samia Suluhu Hassan kwa um, namna ambavyo amechukua hili jambo na kumtuma waziri mkuu aje aweze kuwasikiliza wananchi wa Kigamboni. Hiyo ameonyesha kwamba ni mama ambaye anajali wananchi wake na anajali kikelo ambazo zipo katika uh, jimbo letu la Kigamboni. Niombe tu rai tu kwamba yale yote ambayo yamekuwa yakizungumzwa uh, ya yatekelezwe kwa maana ya kuhakikisha wananchi wa Kigamboni hawapati shida tena ya usafiri wa, wa kivuko. Kwa hiyo serikali iharakishe mchakato wa kurudi kwa MV Magogoni na MV Kigamboni ili kuwafanya wananchi wajisikie nao ni sehemu ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya serikali, kwa sababu ndio kitu pekee ambacho wanategemea katika maisha yao kiwapeleke sehemu za kutafuta chakula na kurudi uh, majumbani kwa maana kuendesha. Kwa kweli hii hali inatuathiri kwa sababu nataka tuwe makazini. Sasa kama itakuwa hali ndio kama hii, watu na minyana kwenye sehemu moja vurugu, unaona, unakuwa ni mtihani sana. Kwa hiyo kwa kiasi fulani watu wanachelewa makazini, kitu kama hiyo. So, serikali iweze kuongeza vivuko eh, vya kutosha, unaona, eh, vivuko vya kutosha maboti makubwa yale yawepo ili kuepuka, sababu kivuko hichi cha serikali kivo kimoja kazi kwa igaboni sahivi akubwa akitoshelezi. Hiyo tunashauri serikali kama aunazekano waongeze vivuko hivivya serikali, sababu kuna watu wengine ana uwezo wa kutoa mie tanouzona mbili, kama nshi wanafunzi wengi sana sahivi waka Kigaboni. Kwahiyo tunashukuru Azam kwa kuja kutokua usafiri kuwasiliana -ku -ku na mkurugenzi mkuu wa, wa, wa, wa, wa Temesa, tumechukua hatua za haraka, amepeleka mafundi wamerekebisha e, kitu ambacho kilikuwa kinaita shida, na hivi sasa, kama mnavyoona, kisha kuja kimepakia abiria kutoka feri ya posta kinaita sasa feri ya Kigamboni huku. Kwa hiyo tunauhakika tatizo hili leo litakuwa limesha tengamaa, lakini lazima tufike hatua ya kutafuta suluhisho la kudumu na kuto kusababisha taharuki kwa wananchi wa Kigamboni. Kwa hiyo kama mnavyoona sasa, abiria wanashuka kutoka kivuko ki, ki, chetu cha Mbikazi. Kwa hiyo tatizo hili sasa hivi linaelekea kutengamaa na kuisha. Mimi niwashukuru sana wananchi kwa kuwa watulivu na kusikia maelekezo ambao mbalimbali mbali walikuwa wakipewa na na waendesha kivuko ch